Nimekubali kuwa mke wa pili kwako, na maanisha nimekubali kuolewa na wewe. Mimi sitoacha kukusumbua wala sitochoka hata siku moja, namaanisha. Huoni thamani ya upendo wangu? Sema kilichokuleta. Toka nianze kuishi hapa katika hii nyumba, ni kitu gani ambacho nimekipata? Labda hivi, una shida gani? Lakini hakika maisha ya mjini ni magumu sana. Hivi nanichukulia mlevi sana mi? Kivipi Reina kipenzi changu? muda wote nilokaa hapa Nilikuwa nakusubiri wewe. Mi sio Leina, mimi ni Nana Royana. Nihitaji kimahusiano. Nahisi anahusika kwenye kifo cha Nana. Je, una kifua kweli kwa nitakalokuambia? Mbona sikuelewe? Naomba unisamehe. Una bahati sana katika siku ya leo kwamba nimerejea katika hichi kinyee, lakini unanijua fika niko vipi na roho yangu nitambue iko vipi. Muda bado haujafika. Muda ukifika nitaongea. Kuna mambo mengi duniani yaliyojificha kiundani huwezi kuyajua.